Zaburi ya ishirini na nne na ule msali wa tisa tupate tafsiri mojawapo ya malango. Anasema, inueni vichwa vyenu, enyi malango, naam viinueni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kumi ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Ukisoma hili andiko, utaona malango yanazungumza, malango yanauliza ni nani huyo mfalme wa utukufu? Kwa sababu malango yanaambiwa yainue vichwa vyao ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Itimishi malango yameinamisha vichwa vyao, kwa hiyo yanatakiwa yainue vichwa vyao, yakishainua vichwa vyao yamuone mfalme wa utukufu. Aleluya! Ndio maana yanauliza kabla hayajainua vichwa ni nani huyo mfalme wa utukufu? Na malango yanajibiwa, Bwana wa majeshi yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na ukiendelea huko mbele utaona Bwana hodari wa vita ndiye mfalme wa utukufu. Kwa tafsiri hii katika andiko hili tunajua kwamba malango ni roho zinazoishi, kwa sababu zinazungumza. Kwa tafsiri hii pia tunaona malango ni watu. Haleluya. Kwa sababu vinueni vichwa vyenu enyi malango, inueni vichwa vyenu enyi malango, enyi malango, kama sio vitu hai haviwezi vikaitwa enyi, sawa au nyinyi au wewe. Haleluya. Kama sio vitu hai haviwezi vikaitwa ninyi au nyinyi au wewe Haleluya. Kama ni viumbe hai, kama ni binadamu, kama ni roho inaishi, ndio utaona mtu anaitwa wewe au kitu kinaitwa wewe au anaitwa wewe. Lakini kama ni kitu akiwezi kikaitwa wewe, sawa. Kama ni kitu akiwezi kikaitwa yu, kama ni kitu lazima kitaitwa iti, sawa. Kama haya malango yanazungumza maana yake kwa tafsiri ya Kibiblia, malango ni roho zinazoishi, malango ni binadamu kabisa, anaweza akawa malango mahali fulani. Malango ni roho fulani zinazoweza kukaa mahali fulani, zinaweza zikawa malango kabisa, na zinaweza zikazuia watu wa jamii fulani aina fulani wasipite, kwa sababu wao ndio malango. Kama wao ni malango, maana yake wao ndio wana, wana, wana uwezo wa kuzuia fulani na kuruhusu fulani. Wana uwezo wakamkatalia fulani asiingie na wakaruhusu fulani aingie. Sasa malango ni roho au ma malango ni watu. Haleluya! Ndio maana malango yanazungumza Isaya sitini kumi na moja maneno ya Mungu yanasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalume wao wakiongozwa pamoja nao. Angalia malango yanayozungumziwa kwenye Zaburi ya ishirini na nne tisa angalia malango yanayozungumziwa kwenye Isaya sitini kumi na moja. Kwa hiyo tafsiri ya malango ziko nyingi lakini Zaburi ishirini na nne tisa inajaribu kutusaidia kwamba malango ni roho zinazoishi, malango ni mtu hai kabisa. Kuna mahali anaweza akakaa akawa ni lango kwako, ni lango la pesa, ni lango la elimu, ni lango la chakula, ni lango lolote lile. Mtu anaweza akawa lango, kwa sababu malango ya kwenye Zaburi yanazungumza. Kwa hiyo ni watu kabisa, au ni roho kabisa, au ni binadamu kabisa, au ni baba kabisa, au ni mama kabisa ndio. Lango la elimu yako likifungwa, hilo lango huwezi ukaendelea na, eh, na elimu kwa sababu yeye ni lango ili wewe usome kusoma kwako kuishi kwako chuoni kila kitu -ki, kuna mtegemea yeye. Kwa hiyo yeye mambo yake yakiharibika, mambo yake yakienda hovyo, maana yake lango lako la elimu limefungwa au limezuiliwa. Kwa hiyo wewe uwezi ukaendelea na elimu. Mwasibu yoyote mahali popote, ni lango la pesa za watu, ni lango la baraka za watu ni lango la miujiza ya watu, ni lango la mema ya watu, ni lango la pesa za watu, ni lango la haki ya watu. Mwashibu yoyote pale mahali popote alipo. Haleluya! Kwa nini? bila kuizinisha yeye, fedha watu hawapati wa fedha watu hawapewi wa fedha na kupitia mhasibu. Haki ya fedha ya mtu, haki ya mshahara wa mtu inaweza aidha ikazuiliwa kabisa, mhasibu akafanya vyake vya kufanya, akachengesha chengesha, akapiga piga kona, wanavyojua wahasibu, mtu asipewe mshahara wake, au mhasibu akachelewesha mshahara wa mtu, akachelewesha haki ya mtu. Unajua, kati ya watu ambao wanapitiaga magonjwa mbalimbali na matatizo mbalimbali ni wahasibu. Ukiona mwasibu kichwa kinauma, sijui moyo unauma, sijui mapafu yanauma, unagongwa kwenye maombi kule, kwa sababu wewe ni lango la pesa za watu, alafu unaleta mauzauza. Mwasibu ni malango ya pesa za watu. Sasa mwasibu yoyote akiwa tatizo sawa, lazima apate matatizo, kwa sababu yeye amewekwa lango la fedha za watu wangapi pale ili fedha ile aizinishe yeye ndio iwafikie wenye fedha. Kwa hiyo muhasibu aidha akileta mauzauza au akileta mambo ya ucheleweshwaji au kitu chochote kile, yaani akashangaa mtu ilikuwa ni tarehe ishirini na tano apewe mshahara wake, akashangaa tarehe ishirini na sita mhasibu bado, sijui ana mambo gani, mhasibu bado, tarehe ishirini na saba tarehe ishirini na nane tarehe ishirini na tisa si ndio? Mtu anakuja mtumishi, ninaomba bwana uniombee mshahara wangu umechelewa nini kimechelewesha mshahara hata mimi sielewi naona mishahara ya wenzangu imeshatoka naona posho za wenzangu zimeshatoka naona moja mbili tatu imeshatoka lakini mimi mimi kila nikimwendea mwasibu uh, posho yangu ananiambia moja mbili tatu haeleweki kwa hiyo mimi nitakachokifanya ni kumtandika mwasibu kwa hiyo mhasibu yoyote ukiona mali kwenye ofisi ilipo, kichwa kinakuuma sana, unaubamizwa sana kwa sababu wewe ni lango la pesa za watu. Halafu wa unaleta mauzauza, watu washafanya kazi, wanahitaji malipo yao. Wewe unaanza eh hey, kimeenda eh hey, kimerudi eh hey, ile document eh hey, sijui nini eh hey, sijui nini eh hey, ndio kesho eh hey, ndio baadaye, hey, eh nitaishughulikia, kuna shughuli zingine ba ofisini. Unalipwa kulingana na kazi uliopewa, nje kabisa na mshahara umeletewa tu kazi ambayo iko nje na mshahara ambayo kimsingi, mnatakiwa kazi ikishaisha, mkishamaliza kazi mnalipana. Unashangaa kuna wenzako nasikia wamelipwa, lakini wewe hujalipwa. Mimi nikiletewa hiyo kesi napiga mhasibu, kwa sababu najua mhasibu ni lango la pesa za huyu mtu. Mhasibu ni lango la pesa za watu. Kwa hiyo ukiona kuna mambo hayaendi, mhasibu. Kwa hiyo angalia, wahasibu majina yao yanapelekwa kwa waganga wa kienyeji wangapi tu, kwa sababu wamezuia posho za watu, wanachelewesha mambo ya watu, wanachelewesha pesa za watu. Wahasibu majina yao yanapelekwa kwa watumishi wangapi kwenye madhabahu ngapi kwa ajili tu ya kushughulikiwa. Kwa sababu ukiniletea mimi hiyo kesi, mimi ninajua okay, hapa shida ni mhasibu, kwa sababu mhasibu ni lango kibibilia kabisa. Na wakati mwingine wahasibu wanapitia mazingira magumu sana, kwa sababu wao ni malango ya pesa za watu, wanachelewesha ule ucheleweshaji na mauzauza, sijui nini, ndio maana watu wengine, ili wakitaka kulipwa mapema stahiki zao wanaenda tu kucheza na, na mwasibu utapata chochote au unaweka fungu pale. Ukiweka fungu, unashangaa mwasibu kawaisha. <laughs> Mwasibu, tayari tayari ameshashughulikia kwa sababu umeweka kitu. Usipoweka kitu, unashangaa siku kumi na nne siku kumi na tano mwasibu anataka ujiongeze kwanza apate, ndio haruhusu na ndio maana waasibu wanakufa haraka sana kwa sababu ndio wanaoshughulikiwa sana, kwa sababu wao ni malango ya pesa za watu. Sasa kama uko hapa, muhasibu, unanisikiliza, nenda na hekima, utakapoajiriwa nenda na hekima ulipoajiriwa. Kwa nini? Ndio watu ambao ni malango ya pesa za watu wengine. Mambo hayaendi kwa wengine kwa sababu wao unachelewesha stahiki za watu na kwa nini waasibu ndio wanaongoza kuhamishwa hamishwa? Mara umehamishwa hapa, umeweka pale, umehamishwa hapa na unape... kinachokuhamisha ni nini? Nini, maombi ya watakatifu? Kinachokuhamisha ni nini? Nini, unagongwa kwa waganga wa kienyeji? Inua kichwa chako uangalie watu uwa, wape watu stahiki zao, wape watu haki zao kwa wakati la sivyo inua kichwa chako chapa lapa hawa malango. Kwenye Zaburi ya ishirini na nne na ule mstari wa tisa, walikuwa wanatakiwa kuondoka pale mfalme wa utukufu apate kuingia. Ndio maana wakauliza ni nani huyo mfalme wa utukufu? wakaambiwa Bwana wa majeshi, Bwana udari wa vita, ndio ufalme wa utukufu. Kama mna, mna, mna unaweza vita, endelea kukaa kwenye hicho kiti. Kama unaweza vita, endelea kukaa hapo. Anayekuja ni Bwana udari wa vita, anataka aweke mhasibu mwingine, anataka aweke mtu mwingine ili watu walipwe stahiki zao kwa muda na wakati mwafaka. Wauguzi wote, manesi, madaktari ni malango ya afya za watu. Kuna movie moja nimeangalia ni juzi hapa inaitwa nini, chumba cha maiti sijui, mochwari. Mauzauza ambayo yanatokea huko mochwari yanayofanywa huko mochwari sasa. Haleluya! Lakini ninachotaka nikukumbushe kwamba wewe unaweza ukawa lango mahali fulani, leta mauzauza na usiombe ukawa lango la pesa. Hapo ndipo penye tatizo, kwa sababu pesa nyakati hizi sasa hivi zimepewa nafasi kubwa, zina thamani kubwa kuliko hata maisha ya mtu. Sasa usiombe ukawa lango la pesa mahali fulani, alafu ukawa unaleta mauzauza, utagongwa usiku na mchana. Yaani wewe maumivu ya kichwa itakuwa ni jambo la kawaida kwako. Ma, maumivu ya kiuno jambo la kawaida kwako, maumivu ya tumbo, maumivu ya mabandama, maini, mapafu itakuwa ni jambo la kawaida kwako. Kwa sababu gani? unasurubiwa mchana na usiku, kwa sababu umeshikilia haki za watu mikononi mwako, kwa sababu wewe ni lango. Yesu asifiwe. Sasa kwenye ile uh, Isaya 60 inasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima hayatafungwa mchana na usiku, ili watu wapate kukuletea malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Isaya ndivyo inavyosema, Isaya 60:11 malango yako nayo yatakuwa wazi daima hayatafungwa mchana wala usiku, angalia, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Angalia haya malango yanayozungumziwa hapa ni malango ambayo yanaweza kufungwa au kufunguliwa. Maana yake kuna mtu anaweza akawa ana uwezo wa kufunga au kuzuia malango yako, kuna mtu anaweza akawa na uweza wa kufungua malango yako. Angalia kazi ya malango, anasema yatakuwa wazi ili yapate, ili watu wapate kukuletea. Kumbe utajiri unaletwa, utajiri hautokei tu from nowhere, utajiri hauibuki tu, utajiri hautokei tu, isipokuwa utajiri unaletwa, na unaletwa kupitia nini? Malango yako. Sasa, lango hapa kwenye hii Isaya sitini ni nini? Lango ni shughuli ile ambayo unaifanya unapopatia kipato, ndio malango yako. Haleluya. Hilo ni lango. kazi unayofanya ndio lango lako, ili Mungu akubariki baraka zile ambazo aidha unamuomba au ni baraka ambazo Mungu amekuahidi katika maandiko yake, au alikuahidi, alikutokea aidha kwenye ndoto po, mali popote, akakuahidi lazima uwe na kitu cha kujishughulisha nacho, kwa sababu kile ndio lango lako kwa sababu kile kitu ndiyo lango lako, ndio hakitakiwi kufungwa wala kuzuiliwa, ili kupitia hicho watu wapate kukuletea. Malango ni nini? Malango ni kipawa ambacho Mungu anakupa Malango ni elimu ambayo Mungu anakupa. Kupitia elimu hiyo, Mungu atapitisha vitu vingi, Mungu ataleta watu wengi, Mungu ataleta kila aina ya baraka, kila aina ya watu wema kupitia hiyo elimu. Ndio maana mtu yeyote mwenye elimu hiyo, elimu ni lango. Mtu yoyote mwenye kipaji hicho, kipaji ni lango. Kwa nini? Kupitia kipaji hicho, wakati mwingine, hekima ni kipaji, busara ni kipaji. Ndio maana Suleiman alipoambiwa aombe chochote ata, atapewa na Mungu akaomba hekima. Maana yake ni kipaji ni gifti ambayo unapewa ambao mwingine hana, ndio maana hekima ya Suleiman haijawahi kutokea kwa mtu mwingine yoyote ile, ili wafanya marikia wakushi sijui wa wapi waende wamtafute Suleimani kwa ajili ya hekima yake. Maana yake hekima ni mlango pia wa utajiri. Ndio maana Suleiman alipoambiwa omba lolote kwa Mungu na Mungu atakufanyia, akaomba hekima, Mungu akamwambia kwa sababu umeomba hekima, wala ukijiombea kujilipiza kwa maadui zako, ukujiombea utajiri, hekima umepewa na utajiri umepewa. Angalia malikia na wafalme mbalimbali walipokuwa wanaenda kwa Suleiman walikuwa wanafata hekima. Maana yake hekima ilikuwa lango walikuwa wanafata maneno ya busara, walikuwa wanafata ufahamu, walikuwa wanafata hekima, wasikie anavyo wa mu... walisikia alivyokuwa ana, anatatua kesi mbalimbali za watu kwa hekima yake aliyopewa, na mambo yanaisha. Wakasikia sifa njema za hekima ya ajabu na ya pekee. Walipokuwa wanaenda, walikuwa wanabeba zawadi za kifalme, dhahabu, uvumba, walikuwa wanaenda nazo Haleluya! Maana yake nini? Hekima yake ilikuwa ni mlango wa utajiri wake. Mungu alipomwambia wa hekima umepewa na utajiri umepewa, maana yake hekima ndio ilikuwa lango la utajiri. Mwanangu, kuwa na hekima, watu watatoka kutoka mbali kufuata hekima yako. Haleluya! Watu wataletwa kutoka mbali. Kwa nini? Wanajua kuna kijana ana hekima ana busara ana maneno ya hekima ana maneno ya ufahamu ana maneno ya, ya, ya busara. Kuna mambo mengi yanatatuliwa kwa maneno yake, kwa ufahamu wake, kwa hekima zake. Kuna vitu vingi anavimaliza, anamaliza kesi za watu kwa maneno yake tu. Kwa hiyo hekima ya Suleiman ilimpelekea na utajiri, Walipoenda kuangalia na kusikiliza hekima yake, wakampelekea na utajiri. Maana yake hekima yake ilikuwa ni lango lake la utajiri. Wewe una kitu gani ndani yako ambacho ni lango la utajiri, ni lango la mema? Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana, hayatafungwa usiku, ili watu wapate kukuletea. Lazima uwe una kitu ambacho ni lango kwako, ili watu wapate kukuletea anasema hayatafungwa, maanake huwa yanafungwa. Nasema mchana na usiku, wa kuleta usiku, wataleta usiku, wa kuleta mchana, wataleta mchana. Haleluya! kwa nini usiku? kuna malaika Mungu wa anawatuma, unapopata utulivu, unapolala umepata utulivu mzuri, mawazo yako hayachakati matatizo yoyote yale. Mungu ana, ana, ana anakuletea ndoto. Mungu anakuletea taarifa kwenye ndoto. Mungu anawatuma malaika kwenye ndoto, waje wakuambie, waje wakuletee hekima, waje wakuletee mambo ya busara, waje wakuletee maono makubwa katika mai maisha, waje wakuonyeshe mambo. Ndio maana ya usiku, maana yake malango ya usiku yakifungwa, hautaota ndoto za maana kwa sababu lango la usiku limefungwa. Mungu atatafuta namna ya kusema na wewe aoni, akikufata usiku umelala, malango yako ya usiku yamefungwa. Mungu anatafuta kila namna ya kukusaidia kujua mambo fulani, ya kukusaidia kuona yatakayotokea kesho ya, ya kukusaidia kujijua wewe wa miaka mitano inayokuja. Baada ya elimu yako unatakiwa kuajiriwa bado wapi? Baada ya elimu yako unatakiwa kujiajiri mwenyewe kwenye lipi? Mungu anaona kabisa wewe amekupa hiyo elimu, sio kwamba ukaajiriwe. Amekupa hiyo elimu, kuna jambo Mungu anataka ukalifanye, kuna biashara Mungu anataka ukaanzishe, kuna miradi Mungu anataka uka ukafanye aa, kuna uwekezaji mahali Mungu anataka ukawezekeze, kwa sababu kupitia huko ndiko kwenye utajiri wako, ndiko kwenye ukuu wako, ndiko kwenye heshima yako, lakini lango lako la usiku limefungwa, hayatafungwa usiku wala mchana. Maana kuna malango ya usiku na malango ya mchana, ili watu wapate kukuletea. Hautakiwi kukosa kitu cha thamani kwenye maisha yako, hautakiwi kukosa kitu cha maana kwenye maisha yako ambacho kupitia hicho kitawafanya watu wakutafute. Usisi tu maisha tu ya kawaida hohe haha? Hapana, hapana. Yesu asifiwe! Lazima huwe una kitu ambacho tunajua kabisa, tukitaka kitu fulani tutaenda kwa lau. Aleluya! sio wewe, ni mte kwenye kila kitu, unanielewa sio? Usiwe mte kwenye kila kitu yani, kuna kitu cha thamani tukikihitaji, lazima tukutafute wewe. Watu wakikihitaji, lazima wakutafute wewe. Ndio maana wengine tumewekeza kwa Mungu tu, wakimtafuta Mungu lazima wanitafute, wakimhitaji Mungu lazima wanitafute. Unanielewa sijui? Eh hey, lazima uwe una kitu cha thamani. Aha, umekosa elimu, pambania kitu kingine eh hey. Umekosa elimu pambania elimu ya Mungu. Watu wakihitaji majografi kwako wayakose. Watu wakihitaji elimu ya Mungu waipate kwako kwa. Watu wakihitaji kumjua Mungu wakute wewe, sasa ndio ulikowekeza. Wakati wao walikuwa wameenda chuo miaka mitatu, wamewekeza kwenye uhasibu, wamewekeza wewe, hiyo miaka mitatu mzee, ulikuwa umewekeza kwa Mungu Biblia, maombi, mifungo, milimani. Kwa hiyo yeye, baada ya miaka mitatu wanaenda wanamkuta ni mhasibu mzuri, ana elimu nzuri ya uhasibu. Baada ya miaka mitatu wanakuja na kwako, wanakukuta una elimu ya Mungu sio kawaida, una ufahamu wa Mungu sio kawaida. Wakimhitaji Mungu watampata kwako. Haleluya! Kwa hiyo ukisimama wewe na mhasibu, kila mmoja ana kitu chake cha thamani sana ambacho kikitafutwa kwake, kwa habari ya mhasibu mzuri, watapata kwake wakitafuta kwa habari ya mtu ambaye ana Mungu, anamhitaji Mungu, watapata kwako. Haleluya! Kwa hiyo mwashibu atakaa kwenye engo yake na kitu chake cha thamani alichokitafuta kwa miaka mingi, na wewe utakaa kwenye engo yako na kitu chako cha thamani ulichokitafuta miaka mingi. Watapata kwake, watapata kwako. Haleluya! Ukihitaji akauntanti mzuri lazima utamtafuta yeye Haleluya. akihitaji mtumishi wa Mungu mzuri lazima akutafute wewe. Kwa hiyo ninyi mnategemeana, mnategemeana, mnategemeana. Haleluya, Yesu asifiwe. Hakikisha kuna kitu kwako ni lango la utajiri. Haya malango Bibilia inasema ni ya utajiri, ili watu wapate kukuletea utajiri Utajiri unaletwa, utajiri hauchipuki tu, sio mbegu tu inachipuka tu hapana, sio kitu tu kinatokea tu, sio mzuka, hapana, sio mauzeuza, hapana. Unaletwa, una mifumo yake, una mipango yake, una taratibu zake, una kanuni zake. Unaletwa ili watu wapate kukuletea nini? Utajiri kupitia nini? Lango lako ambalo halitakiwa kufungwa. Kumjua Mungu ni muhimu sana na kulijua neno la Mungu ni muhimu sana. Neno la Mungu likae kwa wingi moyoni, sio wapi, kwenye Biblia. Litoe kwenye Biblia, lihamishe ndani isinalo <laughs> wewe kaa nalo wewe. Aleluya, kuna mazingira fulani watu watalihitaji neno la Mungu na wakati huo hauna kitabu kinachohifadhi kilichohifadhi neno la Mungu, umehifadhi kwenye moyo wako. Kwa hiyo utaanza kuflow neno la Mungu kutoka humo ndani, watu wakitafuta nini, wanapata kwako. Fanya uwekezaji wa kitu cha msingi, kitu cha muhimu, kitu cha thamani ndani yako, ili watu wakikitafuta hicho wakipate kwako, kwa sababu wewe ulishafanya uwekezaji katika hicho. Isaya 60:11 ule mstari wa kumi na mbili kwa maana kila taifa na ufalume wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakujilia wewe, mberoshi na mtiathari na mtieshuri pamoja, ili kupamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Aleluya, angalia hayo malango yatawaleta yata watu kutoka haya mataifa Alafu Mungu anasema "nitapatukuza mahali pa miguu yangu." Ndio wewe, wewe ni madhabahu ya Mungu. Mungu haishi kwenye majengo, Mungu anaishi ndani ya watu. Haleluya, ndio maana Yesu akasema, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Maana yake wewe ni tempo ya Kristo na Kristo ni tempo ya kwako. Kila mmoja anakaa ndani ya mwenzake, kila mmoja atakapomhitaji mwenzake yuko ndani, yuko ndani yake kwa hiyo ni habari tu ya kumwambia alo alo Yesu, alo mbinguni. Ni ishu tu ya kuambia tu alo mbinguni, wapi huko ndani. Kwa hiyo ndo maana Yesu akasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hapa anasema, Mungu atapatukuza mahali pa utukufu wake wapi? wapi? Kwako hautaonekana mtu wa kawaida, hautaishi kama mtu wa kawaida, hautatembea kama mtu wa kawaida, hautaenenda kama mtu wa kawaida kwa nini Mungu anapatukuza mahali pa utukufu wake ambao ni wewe wewe ni hekalu haleluya kwa hiyo anaposema malango yatakuwa wazi maana yake kuna uwezekano yasiwe wazi ukaanza kupambana namna ya kufanikiwa okay lango ni nani inategemeana na na unachokifanya kuna mtu ni lango lako kuna watu ni wa kuwaombea sio kawaida watu wote mnaosomeshwa na wazazi wenu mzazi wako ni lango la elimu yako, ni lango la maisha yako. Kuna mazingira tu, akianguka yeye, unaanguka na wewe. Kwa hiyo una jukumu la kumwombea mzazi wako afanikiwe, sio kawaida. Yani success za za mzazi wako sawa, ni wewe wa kuzibeba, sio kawaida, kwa sababu akiteteleka yeye, akianguka yeye, anaangusha na wengine. Kwa hiyo wengine ambao wanadipendi kutoka kwake lazima wawe na muda wa kumwombea. Unasomeshwa na mjomba, ombea huyo mjomba sana. Unasomeshwa na shangazi, ombea huyo shangazi sio kawaida. Na baba na mama, ombea huyo mtu sio kawaida. Unalishwa na fulani, ombea huyo mtu sio kawaida. Kwa nini? Yule ni lango lako, likipigwa lile, likifungwa lile na wewe huku, tayari umeshapata shida. Kwa hiyo kuna watu wa kuwaombea sio kawaida. Wahasibu ni watu wa kuwaombea mara kwa mara. Kwa nini? Wao ni malango ya pesa kwa mamia ya watu. Inadipendi. Ni mhasibu wa idara gani? Ni mhasibu wa kampuni gani? Hiyo idara ina wafanyakazi wangapi, ambao yeye ndio kawabeba hapo? Wanapokea pesa kupitia sahihi yake. Bila yeye hapo, kuna mambo hayafanikiwi, mambo hayaendi. Wanapokea poso zao kupitia yeye. Kuna kazi wakiletewa, lazima mhasibu anahusika. Wakimaliza malipo, mhasibu anahusika. Angalia ni mhasibu wa watu wangapi, alafu angalia, lazima awe ana changamoto na wakati mwingine changamoto iko kwenye mifumo. Watu wanajua huyu mwasibu anakuaga moja mbili tatu, asipopewa kidogodogo huyu huwa mambo hayaendi, kumbe ni mifumo saa hiyo, kumbe mambo hayajakaa vizuri saa hiyo. Haleluya! Kwa hiyo kuna waasibu wanapigwa makombola kimsingi ni haki yao, na kuna waasibu wanapigwa makombola sio haki yao. Wengine wana, wanapigwa tu makombola hawatakiwi kukaa hapo kuna wengine wanataka wakae hapo, kwa sababu kukaa hapo ni neema. Na wengine na wengine wanahitaji hiyo neema, wanakukuta tu wewe huko hapo, wanakuta ile neema uliyonayo wewe, na wenyewe nafasi zenu ni tofauti. Kwa hiyo wanapohitaji hapo, kwa sababu wana kila vigezo vya kukaa hapo. Kwa hiyo wanaanza wanaanza wakaanza kukufumua. Sasa ndio una Yesu. Haleluya! wahasibu wote wanatakiwa wawe na nguvu za kiroho, au watu wote wanaoshughulika na pesa za watu wanatakiwa wawe na manguvu ya kiroho. Akikufyatua namfyatua kitumia atomiki, wetumia nyuklia kabisa, ili akome.